Ya tukuze Mwenyezi Mungu atupae kushinda na ushindi wa kila siku, atukuze kwa mkono wake wa baraka tena ukinuliwa. Na karibu ndani ya Nukuu ya Matumaini, kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukuwe na burudani. Sikiliza idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, kituo chako cha Kiswahili kinachokua kwa kasi sana duniani. Tumetamba na Mungu ametusaidia. Unapofika pale Facebook yetu Radio Fortune Africa page unatupata live mbashara kwa njia nzuri Google to Radio Fortune Africa pia unatupata vyema e, pale TikTok, pale X na zaidi ya yote pia unapofika pale YouTube yetu unatupata vyema kabisa. Mathew Ndeva ndio jina langu, na uko ndani ya kipindi kisima cha matumaini ndani ya redio yako kubwa kabisa. Asante na karibu ndani ya Nukuu ya Matumaini. Majira haya mazuri na baraka tele zipo pamoja nasi. Nasema hivi katika Nukuu. Kio ama Kio ni chombo kilicho na utaratibu katika maisha. Siku zote unapokuwa na kioo, kinapokuwa pamoja nawe, kina udhamana sana ikiwa unakishika na kutembea nacho katika ubora wake. Kinapovunjika kioo ama kitakapovunjika kioo, utapoteza ubora wake na udhamana wake kabisa. Siku zote wanaotumia chombo hiki wanafahamu jinsi ya kukilea. Siku zote kioo hakina mbadala. Katika nukuu, kioo hakina mbadala kiwango utakapo tu kivunja kioo kile, basi unaweza kirekebisha, lakini hautalete uta ubora kamili uliokuwa nacho kwa wakati wa kwanza. Eti unapokuwa na kioo siku zote, kilinde kitunze, ili kisipoteze ubora wake, kisivunjike, kisiondoke mikononi mwako katika upande na vipande vipande, maana kitakuwa kimepo, kimepoteza udhamana kabisa. Nasema hivi katika nukuu maisha ya leo ni ya dhamana pia, jinsi utakavyoyalea kufika kesho. Maisha ya leo ni ya dhamana sana, tena sana, jinsi utakavyoyatunza kufika kesho. Maana ikiwa utayakosa kuyalea vizuri maisha ya leo, kesho yake yatakuwa yamepoteza ubora wake, tena na umaarufu wake utakuwa umelemea. Lakini kwa sababu ya sasa, maisha haya yatakuwa bora zaidi kwa ajili ya kufika kesho, ni jinsi utakavyoyatunza kuyalea na kuyabeba kwa utaratibu ili kesho yatakapokuwa yanalete sura ya jana, utaona uwema wake na ubora wa maisha yale. Chochote unachokifanya leo na chochote unachokifanya kwa wakati wa sasa kitakudhihirishia wema wake kesho na ubora wake. Utamu wa maisha ya kesho utengenezwa leo. Uzuri wa fedha za kukula kesho, uzuri wa matunda ya kesho upandwa leo. Je, utavuna tu matunda ukuyapanda leo? Kiasi utakapoyapanda matunda ya leo, kuyatilia mbolea na kuyakuza, yatafanya kesho kuwa bora tena mazuri. Ikiwa leo hali ni nzito, iboreshe leo kwa sababu ya kufanya vitu vizuri vitakavyokusaidia kuifanya kesho yako kuwa bora zaidi. Ikiwa kesho yako itakosa kuwa mzuri, ni kwa sababu gani? Kioo ulichokuwa nacho leo ulikivunja na kukifanya vipande, basi utakapotazama kutaka kukiona kioo kile, kuona sura na taswira ya mambo mazuri kwa ajili ya kesho utakosa. Itabidi utembee kwa giza siku zote. Boresha kesho yako kutoka leo. Na katika nukuu tunasema hivi: ukifanya mambo yako na kuyafanya katika uzembe na kutokuwa na bidii leo, basi fahamu kesho yako kuwa chini sana. Wakati watu watakuwa wameinua kesho yao, fahamu kesho yako kuwa ya uvivu sana. Kwa nini hukuweka bidii kwa ajili ya leo yako? Wachana na uzembe katika nukuu sukuma kazi yako, fanya hata kama ni ndogo, ifanye na bidii, maana kesho itapanuka kuwa kubwa kulingana na ubora. Uzuri na matokeo ya kesho yatakuwa mazuri sana. Kwa nini? Kwa sababu uliifanya leo kuwa bora tena ya kupendeza. Jitume, jitoe mahali uliko hapo, kwenda sehemu ya pili. Siku zote jiboreshe katika hali. Najua jambo hili kio akina mbadala, ni chombo nachokishika kwa utaratibu, ili kesho utakapofika uwe ungali ukiwa nacho mikononi na ukiwa ungali nacho na ubora wake. Lakini ikiwa utakitumia chombo kile katika hali sio nzuri, kitavunjika na kesho yako utakosa kitu cha kuweza kujitazamia na kuona mambo mazuri ambayo yalifanyika jana, ama juzi, ama mwaka jana. Na katika nukuto sema hivi Mungu wetu ni roho na wa mabudio inawapasa kumabudu katika roho na kweli. Ikiwa kweli tutatika mizizi yetu katika kumtafuta Mungu katika roho na kweli na atupe uwezo wa nguvu zake na nguvu za roho na wema wake na fadhili zake, basi tuna matumaini kesho yetu imeboreka tena nzuri. Basi tuna matumaini kesho yetu Bwana ameifanya kuwa nzuri zaidi. Wanaotuona chini leo, amini nakwambia Mungu akiwa nasi, kesho watatuona tukiwa tumeinuliwa. Wanaotuona katika uchochole leo, amini nakwambia kesho Bwana atakuketisha na ufalme. Ni wangapi ambao walianza kwa unyonge na udhaifu na njia ya madharau lakini kwa sababu walikuwa na Mungu walimaliza katika mishindo mikubwa na baraka zilikuwa pamoja nao. Na ndiyo nukuu ya matumaini. Mathew Ndeva ndilo jina langu, Radio Fortune Africa, ukweli na burudani, radio inayekuwa kwa kasi sana duniani. Asante kwa maombi yenyu na pia asante kwa msahada mnaosimama na kituo hiki. Msichoke alea kutuma kichache ulicho nacho na bwana atakubariki sana. 45 61468 ndiyo TIN namba ya Radio Fortune Africa. Tumia mitandao yote inayetuma fedha na zitakuwa baraka. Kichache unachotumia ni baraka. Shiriki baraka hizi, ili tunavyovuka na kufika FM inakuwa, Bwana ametenda makubwa. Asante na karibu sana, nazingatia mambo hayo, na Bwana atakubariki. Asante na